Amesha ahidi kwamba anapiga kambi hapa. Mimi ni mzuri sana kusikiliza, ila siku ya tarehe 13 angalau tuone hatua za tumefikia wapi, mwenye naumwaga, lakini leo amekuja. Hizi siku atapiga nini kambi hapa, hayupo. Wapo watu wa walmashauri wote wako hapa, watu wa watu wa idara wako hapa. Kwa hiyo fundi, mimi naamini na yeye anaenda kujipanga kisaikolojia. Mimi ndugu yangu mbunge, huwa napenda kuona matokeo mazuri, wananchi wangu hawa wana mahitaji mengi gani. Kwa hiyo siwezi kuwa na maneno mengi, ila maneno yangu mimi tarehe 13, sio jamani, ninachotaka watoto hapa wasome, sawa. Nikuja kwenye kampeni nikaeleza kwamba hii shule watoto watakwenda kusoma hapa tarehe 13 Januari si ndio hii Januari? Mhm. Mm, madarasa tunaona hatuwezimbomfikia. Mm ha -hmm. Mambo madogo madogo, fundi tusaidie kukarakasha. Tukute kule kuna mafundi, wapo mafundi wa vioni kule, wapo wanaomalizia huku jengo la utawala. Tumeshasikiliza kwamba tayari madawati hapa yanatengenezwa huko. Tunaomba hili lisimamie, dio. Madarasa, yale yani madarasa akai nini? Sawa. Na benchi zetu. Koplo zile kule ziende kwa haraka. Vyo vile vianze kwenda kwa haraka. Waya hizo nasikia zipo za kuzungusha hiyo na nifesi za watoto hapo ziende ziende zenyewe kwa haraka. Kule nyuma tumeshaombana, tafuta fundi wa kufukia mabomba, yataribika haraka sana. Matio yote yapo, kila kitu kipo, fundi anajitetea kupachika, ya eh. Mbona, umu, Aise, wana, Lile kule mafundi wasisimame jamani, wamalize, pesa siipo Wananchi hawa wanataka kuona matokeo. Mimi napata simu nyingi kuhusu hii shule ya Hapenjele. Uh, ndio maana sikukuu kasema sili, kama nakwenda kunywa twist, ziko mle kwenye gari, nitakunywa na wananchi pale, ndio sherehe yangu hiyo. Mimi nichaguliwa ndio wananchi tu, kazi yangu hii sio kula sherehe. Mimi namuita mtoto wangu. Yaani tuna bahati sana sana sana. Tumtumie tutafaidi. Na nielewa eh? Tumtumie tusimzeeshe kwa mambo ya kurudia rudia. Yani unarudia rudia, anakueleza na nakueleza, unarudia atazeeka haraka. Tumfanye aendelee kuwa kijana, ili mle bungeni tujivunie, kuonyesha kwenye screen, yule pale ni mbunge wangu, alafu mwingine anaonyesha mbunge wake anayesinzia kwa sababu ya uzee. Tumtumie vizuri, tumwambie mambo ya msingi, tumtetee, tumpende. Mimi binafsi najisikia raha sana. Mimi kwetu ni Mbeya, lakini najivunia kuwa na mbunge wangu kijana. watoto wangu, Mungu akubariki Onesmo, oe. <laughs> Yo, oe. Oe. Mama tusaidie bwana, shule ikamilike haraka sana yani, nakamilisha mwanangu, siwezi kukuangusha mm. Mimi Waingereza wanasema I walk, talk, yani mimi napenda kile ninachokiongea ndicho ninachomaanisha. Nipende sana kumshukuru Mheshimiwa mbunge kwa kutembelea kwa <coughs> leo. Niseme karibu sana, asante sana, karibu sana lakini sisi tunachotaka ni maendeleo, na ulivyokuja hapa tumeshaona kwamba kweli ni mtu ambaye unapenda maendeleo, na kwa spidi hii nadhani tutaenda sambamba na utatusaidia uta, pia kwa changamoto hizi ambazo ni ndogo hapa ambazo zimebaki zi, ziweze kukamilika kwa muda mwafaka. Kwa hiyo, kwa juhudi zako na kwa nguvu yako na kwa nafasi yako tusaidie sana kwa hapo, ili na sisi tuweze kuendelea na mradi.